Simulizi ya kweli alilala makaburini kwa mwaka mzima. Watu wa kijiji cha Mwazumbi mkoani Tabora bado wanakumbuka vizuri tukio la ajabu lililowakumba kati ya mwaka elfu mbili na kumi na sita na elfu mbili na kumi na saba Kila jioni walipokuwa wakirudi nyumbani kutoka mashambani, walimwona kijana mmoja akielekea kwenye makaburi yaliyopo nje ya kijiji, huku akiwa na gunia Dogo Mgongoni. Alikuwa ni kijana wa kawaida anayeitwa Yohana Mlemvu. Kijana mwenye umri wa miaka 27 aliyekuwa ameishi mjini kwa muda mrefu kabla ya kurudi kijijini ghafla bila taarifa. Watu walishangaa, lakini hawakuuliza hadi walipoanza kuona jambo la ajabu. Yohana alianza kulala makaburini kila usiku kwa mwaka mzima. Si kwamba alikuwa akilala karibu na makaburi. Hapana, alilala juu ya makaburi yenyewe, mara nyingine hata bila blanket. Alijenga kimanda kidogo kwa matawi na makaratasi ya plastiki pembeni ya kaburi la mama yake aliyefariki miaka kumi iliyopita kwa mwezi na miezi kadhaa kupita, hakuna aliyeweza kumwelewa. Watu walimwona kama mwendawazimu au mtu aliyepoteza mwelekeo wa maisha. Watoto walitishiana na wenzao kwa kusema, ukifanya fujo nitakutupa kwa Yohana wa makaburini. Lakini siku moja mwandishi wa habari wa gazeti moja la uchunguzi alisikia kuhusu tukio hilo na kuamua kumfuata Yohana kwa mahojiano. Na hapo ndipo ukweli wa kusikitisha na wa kushangaza ulipofanikiwa kuwekwa hadharani. Kwa nini analala makaburini? Yohana alijibu, watu wanafikiri nimepoteza akili, lakini hapa ndipo mahali pekee ninapohisi kuwa salama. Nilipokuwa mjini, nilijiingiza kwenye maisha ya uhalifu. Niliua, niliba, nilihadaa watu. Mama yangu alinipigia simu mara ya mwisho na kuniambia, rudi nyumbani, bado una nafasi ya kubadilika, mwanangu. Nilipuuza. Baada ya wiki mbili akafariki. Sasa ninarudi hapa kila siku kumuomba msamaha. Nililala juu ya kaburi lake ila kila ndoto ninayoiona iwe ya uso wake. Sipendi tena kuishi na watu. Najifunza kuishi na maumivu na kila siku najifunza kuwa binadamu tena. Kijiji kilishtuka, watu walilia, wengine walimchukulia kama mtakatifu au mtu wa ajabu. Baada ya mwaka mmoja, Yohana aliachana na makaburi na kurudi kuishi kijijini. Alianza kusaidia vijana waliokuwa wamepotea kama yeye. Aliwapa elimu ya maisha na maadili. Leo hii yeye ni mshauri wa vijana kwenye shule kadhaa za sekondari mkoani Tabora, na kila mwaka tarehe ya kifo cha mama yake huenda kulala tena kabulini usiku mmoja, kumbukumbu kumbu ya milele. Ujumbe katika simulizi hii unatufundisha, wakati mwingine watu tunawaona kama waliopotea, wana maumivu makubwa sana ndani yao Tusihukumu, tusikilize. Maisha hubadilika, ubadilika, na hata aliyegeuka au alianguka sana, anaweza kusimama tena na kuwa wa tofauti kabisa. Subscribe, like, comment. Thank you.